Nitaomba urudie maneno haya ili ufunguliwe siku ya leo. Sema Roho wa Mungu shuka ndani yangu wakati huu. Sema Roho wa Mungu shuka ndani yangu wakati huu. Sema ninakupokea Bwana. Sema ninakupokea ndani ya moyo wangu. Sema roho wa Mungu tawara moyo wangu wote. Sema tawara moyo wangu wote. Sema tawara moyo wangu wote. Sema tawara moyo wangu wote. Sema shuka kama maji ndani yangu. Sema miminika kama maji ndani yangu. Sema miminika kama maji ndani yangu. Sema tiririka kama maji ndani yangu. Sema tawara maisha yangu yote. Sema Roho tawala mwili wangu wote wakati huu ndio Bwana, ndio Yesu aliye hai, ndio Mungu mwenye mamlaka. Roho wa kweli, pokea sifa na utukufu wakati huu. Tembea Bwana, tembea Bwana, tembea Bwana, tembea Bwana. Ninasemesha kila roho iliyokamata maisha yako, na ipiga kwa moto, yachia nafsi yako haraka, na piga kwa moto, achia nafsi ya, ya mtu huyu, na piga kwa moto, chomoka haraka ndani yake, na piga kwa moto, chomoka haraka kwa moto achia haraka. Pingo kwa moto, kwa jina la Yesu, achia mtu huyu ananisikiliza na piga, chomoka haraka. Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, Roho wa Mungu! Kila kamba zilizokamata maisha yako zinakuachia wakati huu, kila kamba, kila kamba. Shika moyo wako hapo unaponisikiliza klipu hii, shika moyo wako. Nasema Roho wa Mungu, Roho wa Mungu, Roho wa Mungu Roho wa Mungu leo anakufungua! Haleluya, haleluya! Roho wa Mungu, jitwale utukufu. Ninapiga kwa moto kila roho, ziachie nafsi yako. Wewe roho, achia nafsi ya mtu anayenisikiliza, kila roho mnayenisikiliza, roho, roho zote, roho zote, roho zote, ninawaamrisha kwa jina la Yesu, ninawaamrisha kwa jina la Yesu nina piga kwa moto achia, mtu huyo. Nina piga kwa moto, achia haraka. Nasema achieni ni haraka, achia haraka, achia nasema ni moto. Kila eneo mlipokaa, nasema mtu huyo ni moto. Nasema ni moto, nasema ni moto, chomoka haraka. Nasema chomoka haraka Roho wa Mungu, Roho wa Mungu, tawara Bwana, tembea Jehova, tawara Bwana. Ninazipiga kwa moto hizo roho. Enyi roho wa chafu mliokamata maisha yake, mliokamata mambo yake, mliokamata familia yake, vitu vyake, maisha yake, afya yake hii kama, kama, kama. Roho wa Mungu roho wa Mungu roho wa Mungu jitwali ya utukufu mwenyewe, nawaamrisha enye roho kwa jina Yesu, nasema kwa jina Yesu, ninasema kwa jina Yesu, nawapisha, ninawapisha kwa jina Yesu, haraka chia, nasema haraka chia, nasema haraka chia Roho wa, wa, wa Mungu, Roho wa Mungu nasema Roho wa Mungu nasema Roho wa Mungu, kwa uwezo wa Roho wa Mungu kwa uwezo wa Roho wa Mungu kwa uwezo wa Roho wa Mungu kwa uwezo wa Roho wa Mungu kwa uwezo wa Roho wa Mungu kwa uwezo wa Roho wa Mungu kwa uwezo wa Roho wa Mungu, chochote kichoko ndani yako nasema kwa uwezo wa Roho Mungu kiondoke kwa jina Yesu. Nasema hivyo viogo ndani yako kwa uwezo wa Roho Mungu viondoke. Nasema kwa uwezo wa Roho Mungu kila kilichokamata akili zako kiachie kwa jina Yesu. Nasema kwa uwezo wa Roho Mungu Yesu, Yesu, Yesu, Yesu achiwa leo kwa jina Yesu. Kwa jina la Mwana Kondoo Yesu aliye hai. Nasema kwa uwezo wa Roho Mungu nasema kwa uwezo roho Mungu. Ezekiela anasema si kwa nguvu wala sio kwa akili, bali ni kwa uweza ni kwa roho wa Mungu aliye hai, asema Bwana wa majeshi. Natangaza kwa jina Yesu kila vifungo vinaachia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai Roho wa Mungu, Roho wa Mungu, moto wa Roho wa Mungu, oh, moto wa Roho wa Mungu, moto wa Roho wa Mungu, moto wa Roho wa Mungu, moto wa Roho wa Mungu, moto wa, wa, wa Roho wa Mungu. Nakomboa jina lako kwa damu ya Yesu. Mali popote unaponisikiliza, ninalikomboa hilo jina lako kwa jina la Yesu aliye hai, ninarudisha kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai kwa damu ya Yesu. Haleluya! Kwa roho wa Mungu, kwa roho wa Mungu, kwa roho wa Mungu, kwa roho wa Mungu aliye hai, ninaandika upya habari zako. Nasema ninaandika upya. Naandika upya, naandika upya. Ninaandika upya habari za mtu huyu. Ninaandika upya habari za huyu mtu kwa jina Yesu. Enyi roho, enyi mapepo, enyi, enyi, enyi, enyi, enyi miungu, ninaandika upya habari za mtu huyu. Nasema hamna warari juu yake kwa jina Yesu. Nasema huyu ni wa Yesu aliye hai. Nasema huyu ni wa Yesu aliye hai ni nasema huyu ni wa Yesu aliye hai, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa uwezo wa roho Mungu. Nasema kwa uwezo wa roho Mungu. Nasema kwa uwezo wa roho Mungu. Nasema kwa uwezo wa roho Mungu anakuwa huru. Nasema kwa uwezo wa roho Mungu anakuwa huru. Nasema kwa uwezo wa Roho wa Mungu anakuwa huru. Haleluya haleluya, haleluya. Nasema kwa uwezo wa Roho wa Mungu. Nasema kwa uwezo wa Roho wa Mungu. Nasema kwa uwezo wa Roho wa Mungu. Haleluya haleluya.